Kwa majina naitwa Valerie Huruma, ni kiongozi wa shule Grupe Scolaire La Gracia ya hapa Rumonge. Grupe Scolaire La Gracia ni shule ambalo linakuwa likitumika chini ya uongozi wa Ambasade ya Republique Democratique Du Congo na ina programme ya Congo ikitumikia mm. hapa Burundi e, tukiwa hapa Rumonge na kwenye mtaa wa Nkayamba hapa Ah, vizuri sana tunasikia ukisema gracia, la Gracia. Ndiyo. Ukisema la Gracia, unamaanisha nini la Gracia? La Gracia ni inamaanisha eh, kitu ambacho kinakuwa na na eh, tuseme eh, benediction inakuwa na, na njia nzuri mm -hmm. au inakuwa na mwanga mzuri wa kufanikisha mambo yoyote yale kapo na tujaenda mm, mbali. Ndio uh, shule, shule yenu ina wanafunzi wangapi kwa jumla? Kwa jumla tunakuwa na, kwa, tukamate kwa sababu mimi ninaongoza shule la sekondari mm, tuna ujumla wa wanafunzi mia mbili wanafunzi mia mbili Ndiyo uh, hapa kwa mtawa wetu wa Ngayamba, tunaweza tukasema hili shule ni lipya. Uh, ni kitu gani kiliwasukuma mpaka mnakuja hapa Ngayamba kufanyia hapa ndio, Ngayamba tunaweza sema kama ni shule ni lipya, lakini siyo lipya. Tulikuwa mm -hmm. tukitumikia kwenye e, Izet ambako tulikuwa tumepanga, lakini kwa sababu ya ya mambo mengine ambayo wanataka kufanyizia pale walituomba tu, tuhame mm -hmm. ndipo tuliamua kuja ku, kuomba fadhili hapa kwa, kwenye mtaa wetu wa Ngayamba hapa. Mme, kwa hapa uh, ngayamba ni kweli karibuni sana. Asante sana na tena mko karibu na DLM Plastics 1. Tunasikia la Gracia. La Gracia ni kweli shule tunaona wanafunzi eh, wapo na wanasoma kwa bidii. Na tuna habari kwamba mwaka huu umepita mliweza kuwezesha wanafunzi ambao walikuwa katika shule ya mwisho tuseme hivyo. Sisi kama mnasema darasa la ine, darasa la ine wameweza mtihani wote ndia, wanaenda kupokea diplome wote. Ni mbinu gani mlizozitumia mpaka wanafunzi wenu wanaweza wote? Mtangazaji, siwezi sema kama ni darasa la ine tu tuliwezesha wanafunzi wote, lakini eh, kwa programu ya Kongo kuna mitihani miwili ya serikali mm. Kuna mtihani wa darasa la nane mm, ambao kwa programu ya Burundi wanafanya mtihani kwa darasa la tisa mm. Sisi tunafanya kwa darasa la nane, wanafunzi wote waliweza mtihani e, eh, kwa darasa la nane mm. na eh, usijali na darasa la, la mwisho ambao, ambalo ni darasa la nne, e, eh, ambalo tunasema ni class terminal. Wale ambao walifanya mtihani wa serikali kusudi wapokee diplome d'etat wote walifaulu. Lakini mbinu tulitumikisha ni mbinu gani? Ni nguvu nyingi tulitia katika walimu. Walimu walijitolea, walimu walikuwa karibu na wanafunzi, sisi viongozi tulikuwa karibu na walimu tulikuwa tukiwafanyikisha kile na hiki ambacho wanachohitaji na kuwa tukiwafuatilia muda na muda shuleni kusudi mambo yaende vizuri mm. Mitihani walitumika bila tatizo, na yale ambayo tulikuwa tumeplan waliyafikiria uh, vizuri sana. Ningependa kuuliza swali moja, kuna utofauti gani kati ya Groupe Scolaire Congolais na La Gracia? Maana wengi huwa wanachanganya wana, wana haya mm. mambo haya eh, utofauti upo sababu Group Scolaire la Gracia ni ni shule ambalo linakuwa prive. Mm, ni la, la, la, watu amba, la kipekee sio shule ambalo linalipwa lina, lina, lina na serikali. Na kwa mitindo ya Burundi nako kunakuwa shule za watu ambao wanafungua kwa, mm. kwa upekee shule zao na sisi, mm. ni hivyo ni shule prive ambalo inatumika kwa programu ya Kongo. Tofauti ni gani? Sasa tofauti ni ile wale wa wa groupe congolais eh, au konsila wanalipwa na, na serikali. Na sisi hapa tunajithamini tunaji, sisi wenyewe tuna, tunatosha hela za kulipa wanafunzi, eh, kulipa walimu kwa minerval ya wanafunzi. Kwa minerval ya wanafunzi. Ndiyo. Hapo hapo. Unasikia minerval inafika na panda, kama sio siri. Wanafunzi hapa wanalipaje? Uh, wanafunzi kuna ni bei nafuu sababu mnajua kama shule prive zinakuwa na bei zaidi lakini, mm. eh, kwa kutizama eh, hali ya maisha ya wazazi tunasema, tuende tusaidiane polepole. Tunaomba kwa wanafunzi kwa trimestre moja ni laki moja laki mm. moja kwa darasa kuanzia la kwanza hadi la mwisho laki moja, laki moja. Mm. Na tunachukua eh, Laki, eh, tunachukua elfu themanini na tano kwa darasa la saba na la nane ndio mm. eh, eh, hapo hapo, tumezoea hapa nyuma kidogo, kuna watu walikuwa wanaleta magombano kugombeza gombezana mm. eh, lakini La Gracia, ningependa kuuliza, La Gracia, uh, mpaka wanafunzi wana, wanafaulu wote mm. Hapa ndo penye nipo. Ndiyo. kuna wanafunzi wanakuja shule na, na, na, na, na, na simu zao mm. wanaenda naongea na, na, na wanafunzi wenzao mm. mambo kama hayo, hili nyie mnapiga nalo kivipi kvipi? E, unajua hali ya ujana si nyepesi, lakini pamoja na hayo tunakuwa na reglement d'ordre mm. ambayo tunafuatilia mwanafunzi tukimshika akiwa akitumia simu darasani mm. simu hiyo tunaishika tunaiweka hadi mwisho wa mwaka mm. au kama ame- amekuja nayo, anakuja kutaarifu kuna tatizo fulani hmm. nyumbani, tujue ya kuwa mzazi amemruhusu kuja na, shu, na, na hmm. simu kwa niaba fulani, hapo tunaweza kusema muda wowote, tunaweka simu ndani kwenye ofisi. Wakimpigia tunamtafuta ili apokee simu ajibu, kwa hiyo tatizo mm, ndilo tunatumika nalo hilo. Kwa hiyo mwanafunzi kama kuna matatizo nyumbani, anaruhusiwa kuja na simu ku, lakini anaenda ofisini, an anatoa taarifa nyumbani ni hivi na hivi Endapo simu itaringi, mniite niweze kupokea. Ndio hiyo, ndio mtindo tunatumika nao. <laughs> neno moja kwa wazazi ambao, eh, La Gracia bado hawajaitambua wala hawaijui mm, unaweza kumwambia nini wazazi ambao hawajatambua La Gracia mm? Tunaweza kuwaomba watuletee watoto waje wasome hapa kwenye shule letu La Gracia, sababu hapa kwenye La Gracia tunakuwa na walimu wazuri kesho kesho yake watatusikia kwenye redio mm. Eh, kwanza, eh, hatua ya kwanza ni hii. Ya pili itakuwa ya wanafunzi kwenye maredio ma watawasikiliza wakiongea Kifaransa, wakiongea Kiingereza. mm. ni mambo ambayo yanafikiriwa wakiwa wakigusa kompyuta vizuri. mm. na kama wanataka watoto wapate ufa, eh, akili nzuri mm. a, eh, ambayo inafikiriwa kwa sasa walete watoto hapa kwenye shule letu La Gracia. mm. yeah. e, japo ja hii ni privé, unajua inatumikia ina, ina, ina chini ya mamlaka ya ambasade ya, mm. ya, ya, ya ya Kongo hapa nchini Burundi. Ndiyo. Ni kitu gani unaweza ukaomba ambasada ya Kongo? Ambasada ya Kongo ni kuiomba itusapoti. mm. itusapoti kwa kutufanyizia vizuri kwa kutupa vitabu na kutusindikiza kwa mambo mengine, mashauri, na kutuelekeza namna gani tunaweza kuendeleza kazi zetu kusudi tusaidie watoto. Ni watoto, wa nchi, mm. watoto si wa nchi, watoto sio wa kwetu, ni watoto wa nchi zote, na Burundi na Kongo wanafaidia kupitia watoto ambao tunawafunza hapa. Mm. Ni mipango ipi ijayo ambayo mnatarajia kuifanya? Mipango tunayokuwa nayo ni kutaka kutafuta mahali pa kwetu ambako tunatumikia sisi wenyewe tununue, eh, mahali ambapo tumejenga sude, tutoke katika nyumba za kupanga. Hiyo ni mpango wa kwanza. mm -hmm. Mpango wa pili ni kupenda kufanya shule ile liwe shule la excellence mm -hmm. kusudi watoto wawe watoto wenye kuwa na akili zaidi mm -hmm. wawe na ujuzi zaidi kuzidi Eh, hali ambayo ilivyokuwa hapa Rumonge. mm. ukichunguza sana wanafunzi wako ni somo lipi ambalo wanalipendelea zaidi? Uh, wanafunzi kwa ujumla wana wanapendelea shule zote lakini, mm. ukitizama darasa la nane la saba, kababu kule njo msingi watoto, unaona kama wana na walimu wanaifurahia, sababu wanataka wapande na wale watoto ambao wameanza kule chini wawapandishe levo mm. ili wapate kuwa na e, wakifika kule darasa la mwisho mambo yarahisishwe ya mm. na sisi tunatia nguvu nyingi kule chini kule juu, sababu ya madiploma, tunafanya kadrema nyingi kusudi mambo yawe sawa. Muna kontro vipi e, walimu wenu? E, wakiwa shuleni wakiwa shuleni ni kutizama mm. ku, kama wamefika kwa muda mm. la pili ni kufanya visite de class mara kwa mara, tujue kama mwalimu alitayarisha somo lake na nalitoa namna gani kwa wanafunzi kusudi wanafunzi wa, wapate kufaulu. Mm. Mm. E, wanafunzi, wanafunzi wako ukiwa unawachunguza chunguza, una ukiwa unapita pita mm. tofauti na ile na, kama ni, ni katrieme mm. e, zingine unaona kweli wanafuatilia kama kawaida? Ndiyo, kwa sasa tunaona kama wana, wanafuatilia na wana na wanakuwa na bidii Mm. wanakuwa na bidii sababu tumejitahidi kutafuta walimu ambao wanajua kutoa eh, eh, mafunzo vizuri, ambao wanafunza vizuri wan, wanaleta eh, kupendwa mm. na wanafunzi, hadi mwalimu akiwa hajafika wanakuja kutuuliza mwalimu yuko wapi, amezulika kwa nini, sababu kuna ile hamu ya kuweza ku, eh, kusoma vizuri. E, hapo hapo ningependa kujua Uh, La Gracia iko chini ya uongozi ya, ya wa ambasade ya Kongo. Mm, je, wanafunzi wa Burundi nao wanaruhusiwa kuja kusomea hapa La Gracia? Ndio, mlango ni wazi kwa wanafunzi wa Burundi sababu hadi, mm, hadi kwa sasa tuna wanafunzi wa Burundi. Anaweza kuwa amemaliza ame kule e, darasa la msingi anakuja hapa tutampokea. Mm, na, na usijali, kuna darasa la primary liko, kuna shule la primary liko hapa hapa wanatumika E, mida ya asubuhi sisi tunatumika mida ya nyuma ya saa sita e, wanafunzi wa kutoka e, shule la Burundi, warundi wote tunapokea, sababu e, masomo ni kwa wote, masomo ni kwa wote. Ndiyo. Mm, e, hapo hapo mwanafunzi ametokea uh, shule ya Burundi amekuja hapo La Gracia mm -hmm. ni kitu gani mnachomwomba haswa? Akija akitoka kwenye masomo ya Burundi tunamwomba e, kitambulisho mm -hmm. ni bilte Amba, la, la, la somo ambalo alikuwa akisoma ndani, kusudi tujue hii somo alikuwa ndani linaeneana na shule gani na darasa gani kwa programu ya Kongo mm -hmm. kusudi tumoriente, ajue wapi atakapoendelesha masomo yake. eh, ushauri wa mwisho naweza kuwapa wazazi wa ambao wanatumia wanafunzi kuwatuma eh, sasa ku, kuja shule. Ushauri kwa wazazi ni kuwaomba wa wakadirishe muda Hmm. Watizame muda wa shule, wasiwazuia watoto kuuja shule, wafike kwa muda sababu huwa tukiona wanafunzi wanakija wanachelewa, wanasema eti mzazi alikuwa amenituma ni kwa baharini kwenda kuchukua mboga hmm. e, wajitahidi wawape kazi wafanye kwa muda ambao sio wa shule kusudi wasichelewe, wasipate kupoteza e, somo moja au lingine na walimu pia nao wanahitaji ushauri eh, walimu ndio wana ushauri. Ushauri upo, sababu tunakuwa na registre d'appel registre yao ambao wanaandika ndani muda wao wa kufikia mm. Eh, sababu akiwa amechelewa atakuwa amepoteza saa na hiyo saa hata ilipiwa mm. Atakuwa amepoteza ni adhabu kubwa, sababu kila mwanaume akijua nitapoteza hapa atawahi kusudi ile ambalo angepoteza alifanikishe. Uh, wapenzi watazamaji wa DLM+61 kiwani ni kipindi kita kinasemaje ambacho uh, kimetufikisha hapa La Gracia. La Gracia amesikia kwamba ni shule ambayo inazidi kufanya vizuri. Usisahau kufanya comment, like na share ili wakwanza kupata vipindi kutoka DLM+61 chao chao, asante.